Kwanza kabisa tutatoa pongezi kwa Waislamu wote kwa jumla katika ulimwengu mzima, mashariki al ardi wa magharibaha kwa kuingiliwa na mwezi mtukufu huu, mwezi ambao ni mwezi wa kipekee, mwezi ambao ni mwezi wa kitafauti katika dini yetu, na haswa katika maisha yetu sisi Waislamu katika dini yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala tujaalie tuwe ni waja ambao ni wenye haki au tuwe ni waja ambao tumekuwa na istihqaq kuweza kuufikia mwezi mtukufu kama huu. Yani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni katika wale ambao kwamba tutaweza kupatiliza yale matunda na zile kheri na zile barka ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala amezieka kwa ajili yetu sisi ndani ya mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani insha Allah. Ndugu Muislam, Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu sana, na ni mwezi ambao ni mwezi wa kipekee katika miezi 12 ambayo Mwenyezi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia: inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Katika miezi 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameupambanua mwezi wa Ramadhani kwa hali ya utafauti. Yatosha kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake iliteremshwa ile amana ambayo kwamba ni amana nzito, amana ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kuiteremsha aliipeleka kwa mbingu, mbingu ikashindwa kuchukua amana kama hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachukua amana kama hiyo akaiardhisha, kwa ardhi akaipeleka kwa ardhi, vile vile ardhi ikashindwa kuchukua amana kama hiyo, Mola Subhanahu wa Ta'ala akaihamisha amana kama ile na kuipeleka katika majabali vile vile, majabali yakawa ni yenye kushindwa kuipokea na kuichukua amana kama hiyo, jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kuamua na kuiteremsha amana kama hiyo kwa mwanadamu. Kwa hiyo katika wakati au katika nyakati ambazo kwamba vile vile zime

ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ndani ya mwezi mtukufu kama huu khairat nyingi na hasanat nyingi na barakat nyingi ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameziika ndani ya mwezi mtukufu kama huu. Na kutafautisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika viumbe vyake, hiyo ni ikhtiari yake, na kama ambavyo yamekuwa ni mwenendo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala na utendakazi wake amefanya katika sehemu nyingi. Mola Subhanahu wa Ta'ala ametafautisha watu katika watu, ametafautisha sehemu katika sehemu, ametafautisha nyakati katika nyakati, kama ambavyo ametafautisha mwezi <coughs> mtukufu wa Ramadhani katika miezi mingine. Wala yusalu amma yafal. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia, Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. Mola Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ni ikhtiyari yake na ni utendakazi wake kuchagua mitume katika watu, na vile vile kuchagua mitume kutokana na malaika vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtar, Mola wako Subhanahu wa Ta'ala anaumba anachokitaka, kisha anachagua anachokitaka katika vile ambavyo kwamba ameviumba. Ashahid katika mazungumzo yetu tumaanisha kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Eh, baada ya kutafautisha miongoni mwa utafauti ulioko ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kule Mola Subhana wa Taala kumimina milango ya khairat na barakati ambayo kwamba ni tofauti kuliko katika miezi mingine. Au Mola Subhana wa Taala ameweka milango ya khairat kwa utafauti wa khairat kama hizo, na sisi inshallah katika dakika zetu hizi na katika masiku haya matukufu ya mwezi mtukufu ya wa Ramadhani, kwa ta tawfiki ya Mola Subhana wa Taala na kwa uwezo wake tutajitahidi na tutaomba taufiki yake Mola Subhana wa Ta'ala, tuweze kuangazia na kuitaja ile milango ya khairat ambayo amba kwamba iko ndani ya mwezi mtukufu kama huu. Mola Subhana wa Ta'ala, katika milango ya khairi ambayo kwamba ni mikubwa au milango ya khairi ambayo kwamba ni tofauti, aloeka ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, ni ibada ambao kwamba yenyewe kivyake ni ibada kubwa. Kisha mbali na kuwa yenyewe ni ibada kubwa, imewekwa ndani ya mwezi mkubwa ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pamoja na kuwa leo hii tukisikia Ramadhani twajua sisi eh, Ramadhani ni saumu, na tukisikia saumu twajua saumu ni Ramadhani, lakini lazima tufahamu kwamba Ramadhani ni ibada ambayo kwamba ni kitu kando na mwezi E, au saumu vile vile ni ibada kando, saumu ni ibada kando, tofauti na mwezi wa Ramadhani. Ni kitu kando ambacho kwamba ni tofauti, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utenda kazi wake na kwa uchaguzi wake amechukua ibada ya saumu akaiweka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu mpenzi muislam, ibada ya saumu ni ibada ambayo kwamba ni ya kipekee, vile vile ibada ambayo kwamba ni katika adhamul qurbat ni katika mambo ambayo makubwa yanayomkurubisha mwislamu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa namna ya haraka sana. Ndio ukiangalia, ukiangalia katika sira za waja wema, ukiangalia katika sira za waja ambao kwamba walikuwa ni wachaji Mungu utakuta kwamba mwenendo wao ulikuwa ni saumu na kufunga, vile vile utakuta kwamba alama ya wachaji mungu ni saumu. Kwa nini wachague saumu iwe ndio mwenendo wao, na kwa nini wachague saumu iwe ndio shiari yao? Kwa sababu saumu ni ibada ambayo kwamba yuzakkil qulub, ni ibada ambayo kwamba hutengeneza nyoyo za Waislamu au haswa hutengeneza nyoyo za wenye kuifanya ibada kama hiyo. Vile vile, ndugu mwislamu, ibada ya saumu ni madrasa kamili, madrasa ya taqwa, madrasa ya tazkia, ambao kwamba lau muislamu ataingia ndani ya madrasa kama hiyo kwa ikhlas, na afuate zile kanun, na afuate zile sharia ambazo kwamba na mafunzo ziliyoko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani au ndani ziliomo ndani ya ibada ya saumu, basi mtu kama huyu anaweza kutoka katika madrasa hiyo ya saumu, hali ya kuwa yeye ni katika ahlul istiqama al-istikama al-kamila atakuwa ni katika watu ambao kwamba ni e, waliokuwa na msimamo ambao kwamba e, watakuwa na msimamo katika dini na katika e, dunia vile vile na akhira insha Allah. Inapokuwa ibada ya saumu imechukua uzito namna hiyo, basi si ajabu kuwa ni ibada ambayo imeletewa nusus nyingi kwa ajili ya kueleza athari zake kwa ajili ya kueleza adhama yake kwa ajili ya kueleza wingi wa thawabu zake, ima ziwe ni nusus za kutoka katika Qur'ani ambazo ni aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama vile vile ziwe ni nusus ambazo kwamba zinatokamana na hadithi ambazo ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Na sisi inshallah katika madakika haya tutaangazia zile nusus ambazo kwamba zimezungumzia e, mlango huu wa kheri ambao kwamba ni mlango wa saumu, tupate kufahamu fadhila za saumu, ili iweze kuingia katika nyoyo zetu, ni namna gani inatakikaniwa tuifanye ibada kama hii ya saumu kwa hali mzuri inavyowezekana, ili zile athari zake ziweze kuingia katika maisha yetu, kama namna alivyozibainisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Miongoni mwa fadhila za saumu ambazo Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ametueleza ni yale au lile jambo ambalo kwamba amelitaja katika maneno yake matukufu mathukufu, sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, akituambia kwamba asawmu junnah, saumu ni kinga. Ni nini maana ya maneno haya? Maana yake ni kwamba saumu ni ibada ambayo kwamba lau muislamu ataifanya inavyotakaniwa basi inamlinda saumu inakulinda na nini saumu inakulinda na moto yani asaumu e, junnatun e, anin nar au minan nar saumu ni ibada ambayo kwamba inakulinda kutokamana na moto wa jahannam wa liyadhu billahi tabaraka wa taala isipokuwa kitu ambacho kwamba tungependa kukinabihisha hapa kabla hatujaingia ndani zaidi au kabla hatujaendelea sana ni kwamba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam atuambia kuwa saumu ni kinga, yani saumu inamlinda muislamu kutokamana na moto wa jahannam. Lakini je, ni saumu gani ambayo kwamba inamlinda muislamu kutokamana na moto wa jahannam? Ni lazima tufahamu waislamu wote kwa jumla, saumu inamlinda mwanadamu au muislamu kutokamana na moto wa jahannam ni ile saumu ambayo kwamba imekamilika, saumu ambayo kwamba imefungwa kwa adabu zake saumu iliyofungwa kwa sheria zake, saumu ambayo kwamba imefungwa kwa mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Ndio kupitia kwa maana hii, wanazuoni wakazungumzia e, mlango kamili wa saumu. Kati ya wanazuoni hao ni Saidna al-Imam al-Ghazali alayhi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, katika kueleza mlango wa saumu katika kitabu chake Ihya Ulumuddin, Ameigawanya saumu katika sehemu tatu muhimu. Alimamu lghazali anasema kwamba saumu inagawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni e, saumu lumum au saumu lawam. Sehemu ya pili ni saumu lkhusus ama saumu lkhawas. Sehemu ya tatu ni saum khawas alkhawas au saum khusus alkhusus. Alimamu lghazali amepambanua ibada ya saumu akaiweka katika daraja tatu tofauti. Sasa ni lazima kwa kila Mwislamu aangalie kwamba katika daraja tatu hizi ambazo kwamba zitatajwa, yeye ataangukia katika daraja gani. Ikiwa umeangukia katika daraja ambayo kwamba ndio kubwa, basi alhamdulillah fabiha wa ni'm. Na lao utaangukia katika daraja chini, ni ujitahidi uende kufanya bidii ili uweze kuja katika ile ambayo kwamba ni afadhali, na haswa ikiwa kama utaangukia katika daraja ya chini kabisa, ni ujitahidi upande katika daraja ya pili na uende katika daraja ya tatu insha Allah Taala. Tayib. Al-Imam al-Ghazali anasema kwamba saumu ya umum. Hiyo ni saumu ambayo kwamba hufungwa na watu wote, yani ndio maana ikasemwa kwamba ni saumu ya umum, yani saumu awami nnas. Ni saumu ambayo

ni ile saumu ya Muislamu kujizuia kutokamana na shahwa ya tumbo na kujizuia kutokamana na shahwa ya farji yake ama tupi yake. Maanake ni kwamba saumu ya awam ni ile saumu ambayo mtu anajizuia kutokamana na kula na kunywa, na vilevile vile ni saumu ya mtu ambaye kwamba anajizuia kutokamana na aljimaa ama muashara zaujia. Sayyidina Imamu Al-Ghazali baada ya kueleza saumu hiyo, vile vile ameeleza saumu ambayo kwamba ni ya alkhusus. Saumu alkhusus ni saumu gani ya alimam? Anasema kwamba na saumu namba mbili au daraja ya pili ni ile ambayo kwamba inaitwa saumu alkhusus, nayo ni saumu ya watu ambao kwamba wanazuia viungo vyao kutokamana na kila jambo ambalo kwamba linambughudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani jambo lolote ambalo kwamba linampa hasira Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yani hao ni watu ambao kwamba wakifunga, wao ndimi zao hazifanyi madhambi, yani hazisengenyi, hazisemi urongo, hazifanyi namima. Vile vile wanapofunga macho yao hayafanyi haramu, bi maana kwamba macho yao hayaangalii yale mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha kuangaliwa vilevile hawasengenyi kwa macho wala hawafanyi jambo lolote ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikataza. Vilevile wanazuia e, masikio yao kutokamana na kusikiliza mambo ambayo kwamba yameharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vilevile wanazuia kwa jumla viungo vyao vyote kutokamana na mambo ambayo kwamba yanam akasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni saumu daraja ya pili ambayo kwamba ni saum al-khusus. Daraja ya tatu ambayo kwamba ameitaja Imam al-Ghazali katika daraja za saumu, amesema kwamba kuna saumu ambayo ni saum khusus al-khusus. Saumu ya watu ambao kwamba ni khas ndani ya wale ambao kwamba ni haswa wa namba mbili yani, saumul umum kisha saumul khusus, kisha katika hii saumul khusus kuna khusus ndani ya hao ambao kwamba ni khas, nayo hiyo Alimamu al-Ghazali ameeleza kwamba hiyo ni saumu ambayo kwamba inafungwa na waja ambao wanafunga kila ambacho kwamba si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bi maana kwamba waja hawa wanapofunga bali watu wanapofikia katika daraja ya kuweza kufunga saumu kama hii hawa huwa maisha yao yote kwa jumla wanakuwa katika hali hii. Hali hii hii yao ni namna gani? Anasema kwamba saumu hii ni saumu ambayo kwamba inafungwa na watu ambao wanajizuia katika siku ile ambayo kwamba wamefunga kutokamana na kila kitu ambacho kwamba si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake ni kwamba wao wanapofunga, wanafunga nyoyo zao, sio viungo vyao, wala sio e, e, masikio na macho, bali wanafunga katika nyoyo zao kutokamana na kila ambacho kwamba kinampelekea yeye katika kitu ambacho kwamba kinamweka mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani, wao wanapofunga inapu, inakuwa hamu yao na mambo yao yote kwa jumla inakuwa wameelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wakatuambia kwamba saumu ya hawa ambao kwamba ni khusus al khusus, wenyewe wameweka kwamba saumu hii inaharibika wakati wowote wa ambao kwamba mtu huyu anafikiria kitu ambacho kwamba si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi sisi leo twafunga hali ya kuwa saumu zetu inakuwa ni kwenda mbio? Vipi mimi nitapata futari? Vipi mimi nitapata kujaza sufra yangu? Vipi mimi nitapata kujaza maida yangu? Ambapo wao watu hawa wanapofikia katika martaba ya kwamba wao wamefunga na kila kitu ambacho kwamba si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi yoyote katika wao anapo jiliwa na fikra yote ambayo kwamba inamtoa katika katika hali kama hiyo mathalan awe atafikiria mimi nitafungua na nini leo, au watoto wangu watakula nini, au wanasema kwamba saumu kama hii kwao inakuwa imeharibika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni waja ambao tunaweza kushika mlango huu wa khairi ambao kwamba ndio mlango wa kwanza katika milango ya khairi iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tuweze kuupatiliza kama namna alivyotutakia Mola Subhanahu wa Ta'ala kama namna alivyotuletea